Lamata anaogopa kwa mangongoti wale. Lamata anaogopa nani? Anakuja na mangongoti hapa kuwatisha watoto wa shule. Anashindwa kuangalia mpira. Wanakimbia wanakuja na vigoma mwanzo mwe apiga kelele tu. Lamata hamna timu. Timu gani kwanza? Mimi timu gani? Ndondo tu kuchukua Temeke kila siku. Wewe okay, ukiangalia hapo watoto unawajua. Wote, wote mameneja wa wasanii wote wako pale. Unaambia Lamata, wewe pro una akili kweli wewe? Unajua Bad Nation wewe? Wote wako umechanganyikiwa. I swear to my God. Hakuna timu ambayo itaifunga Bad Nation, kwenye haya mashindano na kama kuna uwezekano ije sheria ya kusema tucheze nao wote hao, na mimi nakwambia Lamata, akifika hiyo kundi nani hiyo, robo finali akipita, sio mimi, anakutana na watu na vyuma leo ali, kama tulikuwa wote tunafuturu, kapanga kikosi, ndio tumekuja hapa uwanjani hasa kikosi, kapanga nani Ja, na wengine kuja kufurahishwa si ndio, sodomanake na mmeona, mimi nadhani kwambia maana football, football, football. Tumekaa karibu wiki, wiki sita, tunafanya mazoezi ya pamoja. Umeona timu ambavyo ina ushirikiano, timu inatoa pasi, na sikufichi kama kuna timu yoyote itatufunga tunawalipa hela nyingine tena. Kikosi imebadilisha ndondo wengi sana, hamna ndondo kaka, walikuwa wamesafiri. Wewe angalia usawa, walikuwa wamesafiri. Kuna wengine walikuwa kwa Nigeria kwenye show, wengine walikuwa kwa ujio hapa. Management ni nyingi, kuna mamaneja wa wasanii wengi wako hapa, wasemaji wa wasanii wengi wako hapa, wakina Ginimbi wakina, leo mmewaona wengine wametoka South Africa juzi, walikuwa na shoot wamekuja. Na kiukweli Bad Nation ndio timu ambayo inaenda kuondoka na ile kombe. Nakwambia leo hii na hizi mic zote ziko mbele yangu hapa, sikuvichi mimi nikiongea, kwa sababu mimi siwezi kuwa timu ya wapumbavu kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu wa mpira, fitness naijua, brain system naijua, aerobics naijua. Yani ukiangalia nikigeuka hivi pass, umeona leo pass nilikuwa nazizungumzia wiki nzima. Alafu ogopa timu inaofanya mazoezi Masaki. Kaka, nakwambia timu inafanya mazoezi Masaki kuanzia saa sita mpaka saa kumi usiku, sio kazi rahisi, mpaka saa kumi usiku kaka. Unaona leo umeona muunganiko ambao umeuona na ushindi mmeona, tumetoka nao ni ushindi mnono hawa ambao wako nje wanapata taarifa kutoka kwetu, wengine wanakuja na matarumbeta wapiga kelele tu hapa. Si atuji na matarumbeta, tunakuja wenyewe, kelele tunashangilia sisi wenyewe, kama w ausi wameingiza timu. Hamna timu, nawambia kabisa, niliwambia nye, pigeni bendi, kaeni kule mpige bendi basi. Huku ukiangalia, wasanii wana chimbuko la uchezaji toka wana kwanza, kabla wana haso. Na leo mmeona matokeo tumeaona kabisa goli nne ambazo okay, yeah, ni nyeupe. Tumeamua tuwape moja kwa sababu tuliingiza wachekeshaji, sio kweli. Yani wameingia kwa sababu ya kwenda kumalizia ungo ya mpira kipindi cha pili. Kama unavyojua ukiingia umwe uwanjani, unatakiwa ukacheze mpira, sio uende kufurahisha watu. Ukienda kufurahisha watu, utafungwa na na na mpango wote nao kocha leo, na likamwe pale kaka na makaratasi anaongea sasa, si ndio, tuna kocha mtu mkubwa maarufu, ambaye ana kila kitu ana, ana, ana, ana cheti cha kocha, na mimi na cheti cha usemaji, as you know, mnanifahamu. uongo kweli? sema ni kweli <laughs> Kibonde. Kibonde, huyo Kibonde, waambie wale, toa timu huyu alifunga, alimfunga, alishinda mechi ya kwanza, leo kakutana nacho afu benki benki benki yoyote amna amna timu kwenye benki yao. Oh, kazi yao ni kuhesabu hela. Watu wote wanajua hilo, sisi ndo wacheza mpira bro. Okay, sana, kipino, nakana, wukua, hey. mpira. kwa kwa moja timu ambayo inazungumzwa sana, lakini pia inaonekana kama inaogopwa ya Harmonize, kwa sababu ambacho nasikitika, Harmonize ana timu nakwambia, leo ujue, ukizungumzia muunganiko wa Harmonize okota anaokota huko anaokota kule anaunganisha na kuja hapa, hawana hawana mawasiliano, wamejiokota okota kuja kucheza sisi. Timu yetu inafanya mazoezi kila siku, wanatoka wanaenda mazoezini afu tuko kambi tunakaa pamoja tunafuturu pamoja tunakula daku pamoja, tunakuja uwanjani pamoja. Kama hapo sio watu wamekuja hapa nakuja basi na tuchukua hapo nje, tunaondoka. Utaona basi imeandikwa bad nation iko hapo nje, inakuja sasa hivi kutuchukua tunaondoka. Na sasa Harmonize ukija kaleta sini nani kameta nani kama anawakuta sasa, bareke ni wewe mchezaji ana timu na kwa mchezaji wewe una akili hapo kiangalia uwanjani kuna wachezaji ambao wana uchu wa kufanikiwa kufika juu na bado ni vijana wadogo mpira na umri kaka. Inasemekana kikosi cha leo hey, akijapangwa na kocha kwa sababu kocha, eh, amefika tayari. Kikosi za ndani ni nani ambaye amepanga kikosi Kapanga kikosi ndo tumekuja hapa uwanjani. Asa kikosi kapanga nani? Timu nyingine ambayo inaogopwa sana timu ya Ramata, mpaka sasa hivi na pointi 6 na magoli. Ramata anaogopa kwa mangongoti wale. Ramata anaogopa nani? Anakuja na mangongoti hapa kuwatisha watoto wa chuo. Nashindwa kuangalia mpira, wanakimbia wanakuja na vigoma, mwanzo apiga kelele tu Ramata. Hamna timu. Timu gani kwanza, niambia timu gani? Ndo ndo tu kuchukua Temeke kila siku. Wewe ukiangalia hapo watoto unawajua wote, wote mameneja wasanii wote wako pale. Unamwambia Ramata, wewe pro, una akili kweli wewe? Unajua Bad Nation, wewe umechanganyikiwa. I swear to my god. Hakuna timu ambayo itaifunga Bad Nation kwenye haya mashindano, na kama kuna uwezekano ije sheria ya kusema tucheze nao wote hao, na mimi nakwambia Lamata akifika robo finali akipita, sio mimi, anakutana na watu na vyuma akiba. Ana timu kimsingi tu, afanye tu mambo yake mengine kiwalisia. Sisi upande wetu tunaona timu iliyokuwepo, na mimi nitamani sana tutaenda na Kiba kiukweli na ukitoka, kaa pembeni, pisha watu waendelee na mechi zao, tuchukue kombe letu tuondoke, tukashangilie. Hilo ndo lilobaki, na tamko rasmi ni kwamba Bad Nation ndio timu pekee ambayo inaondoka i na, na, na, na, na, Gola la mama lazima nichukue. Tunachukua gola la mama wiki robo finali, na ili watu walikuwa juu. Gola la mama matangazo, goli la mama, mama, mama, la mama. <laughs> msemaji wa mama <laughs> Makofi.